Baada ya Urusi kukamilisha mkataba wa kujenga kambi yao kubwa kabisa ya jeshi katika nchi ya Sudani ambayo ipo vitani sasa hivi. Nchi hii ya Sudani jeshi lake limeonekana kuwa na nguvu ya ghafla na limeonekana kuweza kupambana na kikundi cha RSF na kuweza kuikomboa ikulu na kuweza kukomboa benki yao kuu, na sasa wanaendelea kusonga mbele kukirudisha nyuma kikundi cha RSF. Mimi ni Rachel Robin na hii ni Rachel Robin Online TV. Na usahau kusubscribe ili wakwanza kupata habari zangu kama hivi, na usahau kushare ili watu wengi wapate elimu yanayojiri duniani. Sasa Sudani, kuna Sudani mbili, kuna Sudani ya Kusini ambao wanaishi watu weusi kabisa kama sisi, alafu kuna Sudani hii nyingine sasa, ambao ndio mji wake mkuu unaitwa Khartoum, ambao sasa hiyo ndio iko katika mapigano, lakini tu nataka niwaambieni katika hizi Sudani mbili, Sudani ile yenye watu weusi ndio Sudani yenye utajiri mwingi sana wa mafuta. Alafu miundo mbinu ya mafuta iko katika hii Sudani yenye vita sasa hivi, ambayo watu wake wana asili ya Uarabu, Uarabu kidogo kwa mbali. Sasa katika hii Sudani ambayo ina watu wenye asili ya Uarabu kidogo kwa mbali, kulikuwa kunaongozwa na rais aliyeongoza pale muda mrefu sana ambaye alikuwa anaitwa Omar al-Bashir. Na huyu Omar al-Bashir alikuwa na al al al majenerali wake wa jeshi mmoja alikuwa anasimamia jeshi la serikali ambaye anaitwa Abdul Fatah al-Burani, na mwingine yeye aliwekwa kusimamia kikundi cha jeshi ambacho kilikuwa chini ya serikali kikundi cha RSF, ambaye anaitwa Mohamed Dagalo. Hawa majenerali waliungana kama marafiki na hatimaye yakafanyika yanayofanyika kisiasa, rais wao akatolewa wa madarakani, wao ndo wakaishika nchi. Yule ambaye anasimamia jeshi la nchi ambaye Abdul kufuata Al-Burhani yeye akawa ndio sasa anasimamia serikali kama rais. Alafu, ambaye alikuwa anasimama kama makamu wake ni yule aliyekuwa anasimamia kile kikosi cha jeshi ambacho kilikuwa chini ya serikali cha RSF, Muhammad Dagalo akawa kama makamu wake. Wakaenda hivyo, baadaye wakagombana. Walipogombana, yule aliyekuwa anasimamia kikundi cha RSF akaamua kujitenga na serikali na kile kikundi chake alichokuwa amepewa akisimamie. Wakaanza kupigana sasa na jeshi la serikali. Kwa hiyo hawa majenerali wakawa maadui na majeshi yao sasa yakaanza kupigana wao kwa wao, japo wote zamani walikuwa katika mwamvuli mmoja wa serikali ya hapo Sudan yenye mji mkuu wa Khartoum. Kuna nchi nyingi sana hapo ziko sasa ndani ya huu mgogoro wa Sudan, ni tofauti hata na mgogoro wa uh, tunavyoona hii migogoro mingine, lakini hapo Sudan ya Afrika eh, kama Uh, yani kwa hapo Sudani kuna nchi nyingi zipo direct katika huu mgogoro, na naweza nikakutajia baadhi ya hizo nchi humo ndani. Kuna Warusi umo ndani, kuna Israel, kuna Saudi Arabia, kuna Qatar, kuna Egypt, kuna Ethiopia, kuna Eritrea, kuna Libya, kuna Chad. Kwa hiyo ziko nchi nyingi huko zinatajwa ndani ya huu mgogoro. Na hii kitu inafanya mgogoro uzidi kuwa mkubwa lakini pia inafanya hata makubaliano ya amani iwe ni tabu kufikiwa, kutokana na kwamba nchi ziko nyingi na kila nchi inataka maslahi yake. Labda ni kuelezee juu ya Israeli na Mrusi alafu Saudi Arabia pia na Emirates ambao nao wapo. Hebu angalia huu mkanganyiko ulivyo. Ah, wakati hawa majenerali hawajagombana wanaendesha nchi kwa pamoja. Warusi, serikali yao ilikuwa inashirikiana na jeshi la serikali la hapo Sudan ambalo linaongozwa na Abdul Fatah al-Burani, alafu kikundi cha binafsi cha, cha jeshi cha Warusi cha Wagner, Wagner Group kile kikawa kinashirikiana na kikundi iko cha jeshi cha hapo Sudan cha RSF ambacho kiko chini ya Mohamed Dagalo, kwa hiyo wakawa hivyo baada ya hawa majenerali kugombana na kutengana, kwa hiyo kile kikundi binafsi cha jeshi cha Mrusi kikaendelea kuwa na kile kikosi sasa ambacho sasa hivi kimekuwa kikosi cha waasi cha RSF kikaendelea kuwa wanashirikiana, alafu jeshi la serikali la Mrusi la, likaendelea kushirikiana na jeshi la serikali la hapo Sudan. Ukraine alipoona kikundi binafsi cha jeshi la Warusi cha Wagner Group kinasaidiana na kikundi kile sasa cha RSF cha hapo Sudan Ukraine wakaona wao wakalisaidia jeshi la Sudan ili kuipiga kukipiga hicho kikundi kilichogeuka kikundi cha waasi cha RSF, ili wakiwasaidia waki jeshi la Sudan kuwapiga wale RSF, automatically watakuwa wanawapiga na wale Wagner Group, kikundi cha Warusi. Kwa hiyo Ukraine wakaenda wamekuwa sasa upande wa jeshi la serikali ya Sudan. Lakini katika jeshi la serikali ya Sudan na Warusi nao wamo wanasaidia jeshi la serikali ya Sudan. Mnanielewa? Warusi nao wamo humo. Kwa hiyo Warusi na Ukraine ndani ya Sudan wote wanasaidia jeshi la serikali ya Sudan kupigana na kile kikundi cha RSF na ndani ya kile kikundi cha RSF kuna kikundi cha Warusi kinawasaidia wale, wale RSF, kikundi cha Wagner. Halafu kuna Israeli. Israeli naye anacheza kote kote kote kama Mrusi, kama nilivyosema, Mrusi yuko kote kote kote katika jeshi la serikali na katika kikundi. Israeli nao anacheza kote kote. Israeli nao kuanzia zamani serikali yao walikuwa wanashirikiana na serikali ya Sudan kama kawaida. Kwa hiyo wao wanaunga mkono jeshi la serikali ya Sudan chini ya Abdul Fattah al-Burhan. Lakini majasusi wa Israel wa Mossad wao walikuwa wanashirikiana na kile kikosi cha RSF toka kiko serikalini. Sasa hivi kimejitenga. Kwa hiyo wale majasusi wa Israel wa Mossad inasemekana wanashirikiana na wale RSF ambao wamegeuka kuwa waasi. Lakini serikali yao ya Israeli inashirikiana na jeshi la serikali. Hivi ndivyo ambavyo walivyo. Alafu kuna Saudi Arabia. Saudi Arabia yeye inasemekana kwamba anashirikiana na jeshi la serikali, kwa sababu hasimu wake Emirates. Ikisema Emirates ndo nchi yenye mji mkuu ambao unaitwa Abu Dhabi na mji wa biashara Dubai. Emirates wao wanashirikiana na kikundi kile cha RSF. Umeona? Kwa hiyo hivi ndivyo jinsi gani ambavyo umo ndani, nchi zinakinzana. Halafu kuna Iran Iran naye ana maslahi yake ndani ya Sudan. Iran naye analisaidia jeshi la serikali. Umeona? Kwa hiyo humo ndani kuna makundi mengi na bado kuna nchi za Afrika, kuna Egypt. Egypt inasaidiana na jeshi la serikali. Japo mwanzoni walikuwa wanataka kujionyesha kama wanasaidiana na jeshi la serikali ya Sudan, lakini wanajeshi wao kwa wanakutwa katika jeshi la serikali ya Sudan. Kwa hiyo watu wengi wakasema, jamani kumbe na Egypt nao wapo. Nini Egypt imekuwa rahisi wao uh, kuchagua upande wa jeshi la serikali ya Sudan? Ni kwa sababu Egypt na Sudan kwa msio fahamu, walikuwa ni wamoja zamani. Hata mfumo wa jeshi lao ulikuwa ni mmoja kuanzia zamani, kwa sababu hawa watu walitawaliwaga na mtawala mmoja uh, ah uh, na walitawaliwaga na himaya ya Ottoman kwa pamoja. Kwa hiyo himaya ya Ottoman nafikiri chini ya uh, Muhammad Ali alikuwa ni Mwalbania yule aliyepewa majukumu na Waturuki wa Ottoman kwenda kuisimamia nafikiri Egypt. Sasa yule akawa pia anaitawala na Sudan. Kwa hiyo majukumu ya kuisimamia Sudani kwa ukaribu akapewa Egypt. Kwa hiyo Egypt alikuwa anaisimamia Sudani yeye kwa ukaribu, alafu wanajibu kwa bosi wao mkuu ambaye ni Imaya Ottoman wa Waturuki. Baadaye Egypt ilikuja kutawaliwa na Muingereza. Muingereza naye akafanya vile vile akawa na watawala wote wawili lakini Egypt ndio anakuwa kama mtawala mkuu wa Sudan. Kwa hiyo Egypt na Sudan ni wamoja. Kwa hiyo Egypt kaamua kuungana na uh, Sudan. Kama nilivyosema, hawa ni wamoja, kwa hiyo yuko upande wa jeshi la serikali. Kwa hiyo haya ndio ambayo yanaendelea. Kwa hiyo humo ndani, kwa jinsi mambo yalivyokuwa na kwa jinsi ambavyo hizi nchi nyingine zikuwa mpaka zinakaa pande zote mbili za uh, za mapigano, wanakuwa huku na huku, huku na huku ni kwamba hasa hizi nchi kubwa kama Israeli pamoja na Urusi wanakaa kote kote, ni kwa sababu kwamba wanaangalia nani atakuwa na nguvu. Ambaye sasa atakayekuwa na nguvu akashinda hii vita, ina maana tuko upande wake, atakayepigwa bye bye. Umeona? Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo mambo haya yalikuwa yanaenda, na sasa hivi tumeona baada tu ya Mrusi kukamilisha ule mkataba wa kujenga kambi ya jeshi Sudani, ambayo itakuwa ni kambi muhimu sana kwa Warusi basi moja kwa moja jeshi la Sudan limezidi kupata nguvu sasa. Wanajiuliza hii nguvu, je wamezidishiwa na Warusi? Sasa sasa ukizingatia sasa hivi Urusi kule Ukraine ambako ndo walikuwa wamewekeza sana nguvu, sasa hivi wameanza kuwa wanapata mteremko kutokana na kwamba sasa hivi wao ndio wanazidi kuchukua maeneo, wanazidi kushinda. Kwa hiyo mmoja ya watu wanajiuliza sasa, je mrusi sasa hivi kapata nguvu ya kujiwekeza zaidi pengine na Sudan ili aweze kujenga kambi kutokana na kwamba sasa hivi kuna umuhimu mkubwa kwake wa kuwa na kambi ya Sudan? Kutokana na kwamba Syria sasa hivi haipo mkononi mwa Mrusi, japo kambi zake zipo lakini mshirika wake mkuu Bashar al-Assad ayupo Syria. Kwa hiyo pengine Mrusi kaamua awekeze nguvu zaidi pale Sudan, ili aweze kupata control ya hiyo kambi ya jeshi ambayo anaitaka, ambao itakuwa ni muhimu sana kwake. Jina langu ni Rachel Robin na hii ni Rachel Robin Online TV. Usisahau kushare na kusubscribe, ili uwe wa kwanza kupata habari zangu.